Kishindo awamu ya sita. Wiki hii tunaiangazia sekta muhimu na yenye kuhitajika na binadamu yoyote yule, popote pale alipo, awe mzima wa afya njema au mgonjwa, lazima atahitaji rasilimali hii hapa. Naizungumzia sekta ya maji. Maji ni kiini cha uhai wowote duniani. Hakuna mtu anayeweza kuishi bila maji, sababu asilimia 50 hadi 65 za mwili wa binadamu ni maji. Hata mimea na wanyama, kwa kiasi kikubwa miili yao ni maji, na hata katika dunia maji yamechukua karibu robo tatu ya eneo lake. Hivyo maji ni kitu cha msingi na chenye thamani kubwa duniani. Ni kishindo cha awamu ya sita. Mimi ni Agnes Mbapu, fuatana nami kufahamu mengi kuhusiana na sekta ya maji. Katika kishindo cha awamu ya sita, tunaomulika Mfuko wa Taifa wa Maji ulio chini ya Wizara ya Maji, wenye lengo la kuwa na rasilimali fedha ya uhakika ili kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maji itakayoboresha hali ya upatikanaji wa rasilimali hiyo muhimu nchini tutaimulika mikoa ya Mbeya, Iringa na Manyara. Tangu mfuko huu uanze usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maji, zaidi ya shilingi trilioni moja zimetumika kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maji mijini, vijijini na kwenye mabonde ya maji, ikiwa ni jitihada za serikali kuhakikisha inafikisha maji vijijini kwa asilimia 85 na mijini asilimia mkoani Mbeya nimezungumza na baadhi ya wananchi ambao hawakusita kuonyesha furaha yao kutokana na kupatikana kwa urahisi kwa rasilimali maji safi na salama. Asante sana, miaka mitano tena, maji tumepata kwa wakati. Tulikuwa tunateseka sana, tunaenda vipoka, yalikuwa hamna. Sasa hivi maji yamekuwa tiririka, tunapata maji kwa wakati vizuri kwa hiyo mimi nasema huyu mama nisimchoshe, nasema asante sana, namshukuru mama Samia. Maji hatuhangaiki. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunahangaika, ndoo tatu, unashinda hata kuogesha watoto. Lakini kwa dakika hii, kwa kipindi hiki, tuseme tunachota maji bila shida. Mradi huu maji, wa kina mama walikuwa nafuata mbali. Pia sisi hata akina baba ilikuwa inafika mara tubebe maji kutoka mbali kwa kusaidia wa kina mama, lakini kwa sasa tunamshukuru rais. Rais wetu ameweza kutusaidia kutuingizia kwenye Mfuko wa Taifa wa Maji mpaka sasa tunapata maji kwa wakati. Hata hivi sasa hivi ninapoamka asubuhi bwana zetu walikuwa wanahangaika sana. Tunapoondoka kwenda kuchota maji mwingine anakuwa na wasiwasi. Lakini sasa hivi mme wetu tunamwogesha, jirani nitachota maji, nitaenda kuchota maji kwa amani, bwana zetu wataoga, tutawafulia. Yaani hatuna budi kumshukuru mama yetu Samia, tunamuomba tena mitano tena. Imenipunguzia muda mkubwa sana kwa sababu tulikuwa tukitoka kwenda lua ni muda mrefu, alafu isitoshe maji yale ni machafu. Kwa sasa hivi tumepata maji safi salama. Kwa kweli ni vizuri, serikali imetusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Mpaka sasa tuko vizuri, maji tunapata kwa wakati. Hivi tulifika mahala tukasema hivi sisi tuko Tanganyika sana wana serikali haitukumbuki lakini, <laughs> kwa sasa unasema, ah Mungu yu mwema. Akina mama tunashukuru sana. Nao wenye mamlaka mkoa ni Mbeya wanakiri kupokea zaidi ya shilingi bilioni 23 kwa ajili ya miradi mbalimbali mbali ya maji. Mimi nishukuru serikali kwanza kwa mtizamo wa kuja na mfuko wa maji, na mifuko hii tukiangalia kwa historia na mifuko mingine, ni mifuko ambayo imekuwa na tija kubwa sana ikilinganisha na jinsi ambavyo tulikuwa tunakwenda, na mimi nishukuru serikali kwa kuamua kuanzisha mfuko huu. Umeleta tofauti kama ambavyo tungekuwa hatuna mfuko wa namna hii. Nasema hii kwa sababu tuna uzoefu pia wa maeneo mengine. Wakati RUWASA inaanzishwa, watu walikuwa hawaamini kwamba manake kabla ya hapo ilikuwa chini ya halmashauri. Ikatolewa halmashauri, kaanzishwa kama taasisi inayojitegemea. Watu wakawa hawa lakini mle mle ndani ya RUWASA ikaonekana pia tu u, uongezeke tena mfuko wa maji katika kuboresha. Kwa kweli mimi kwa niaba ya wananchi wa Chunya tunashukuru sana mfuko wa maji. Umefanya kazi kubwa sana. Na haya na nayo yasema miradi mingi imetekelezwa kupitia mfuko wa maji mkoa wa Mbeya. Kwa maji vijijini kwa sasa hivi tumefikia asilimia themanini na saba pwenti nane. Kwa hiyo sisi kama mkoa tumeshapitiliza ile asilimia themanini na tano ambayo ipo kwenye, kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kwa kipindi chote mfuko wa maji umeweza kufanya kazi moja kubwa sana kwa mkoa wa Mbeya umetekeleza miradi na wananchi wengi wameweza kupata ya ile huduma, na mfuko wa maji imekuwa ni sehemu ya kuweza kufikisha hizo asilimia themanini na saba kwa sababu tukiangalia kwa mikoa mingine iliyopita walianza kupata fedha za pifu ara, lakini kwa mkoa ile saba ikiwemo na mkoa wa Mbeya tumeweza kutumia fedha nyingi zaidi kutoka mfuko wa maji. Wilaya ya Chunya ina wananchi wapatao patao laki tatu na arobaini na nne elfu mia nne sabini na moja ambapo kwa RUWASA wilaya ya Chunya tunahudumia asilimia hamsini na sita ya wananchi wote ambao ni laki moja na tisini na mbili. E, katika wilaya ya Chunya pamoja na utekelezaji wa miradi yote inayoendelea tunao miradi isiyopungua sita ambayo imetekelezwa kwa kutumia fedha uh, za mfuko ambao tunaita National Water Fund. Mradi wa maji Makongorosi ambao wenyewe umetekelezwa kwa, kwa maana ya fedha za mfuko katika bilioni 7.4 wenyewe peke yake umeletewa fedha si chini ya bilioni 3.3. Wilaya ya Mbarali kwa ujumla yake, kama nilivyosema, tunavyo vijiji mia moja na mbili kati ya hivyo vijiji mia moja na mbili themanini na sita tayari vina huduma ya maji. Kwenye hivyo vijiji themanini na sita asilimia upatikanaji wa maji vijijini mpaka sasa hivi tumeshafikia asilimia sabini na tatu. Kwanza tunashukuru kwa mfuko wa maji kuwepo kwa sababu kama nilivyosema awali kwenye miradi hii tulio tunayoendelea nayo tunayo miradi minne ambayo inafadhiliwa na mfuko wa maji, na mpaka sasa hivi kwa mwaka huu wa fedha tumeshapokea bilioni moja nukta moja kutoka mfuko wa maji ambayo imefadhili miradi hii ambayo inaendelea na kwenye mwaka wa bajeti unaofuata pia tumeshatenga tumeshatengewa fedha kutoka mfuko wa maji ambao tunatarajia tutekeleza miradi miwili ambayo itafasiliwa na mfuko wa maji. Kwao tunashukuru, tunashukuru serikali kwa kusapoti mfuko wa maji na tunaomba pia waendelee kuongezea nguvu ili waendelee kutoa fedha zaidi, hatimaye miradi ya maji iweze kutekelezwa kwa kasi zaidi. Mbarali maji mwa. mwa, mwa. Mkoani Iringa serikali imetekeleza miradi mingi na mikubwa ya maji ambapo zaidi ya vijiji 270 vimefikiwa na huduma ya maji safi na salama, kama wanavyobainisha baadhi ya viongozi wa mkoa wa Iringa. Hapa tulipo tuko kwenye chanzo cha stream ya Kivele, ambayo yenyewe inahudumia mradi huu wa Igoole ambao una vijiji vitatu vi mradi huu una thamani ya shilingi bilioni 3.2 ambapo Asilimia sitini ya hizo fedha zinatoka National Water Fund. Mradi unahudumia wananchi zaidi ya elfu kumi na saba katika vijiji hivyo vitatu vya hapa Igoole na kuna kijiji chingine kinaitwa Kivele, Ikwega na Mkalala. Mradi huu umeweza, ni sehemu ya miradi ambayo inafadhiliwa na National Water Fund, imetusaidia kama mnavyoona, wananchi wetu zaidi ya elfu kumi na saba wanapata huduma ya maji. Kwa hiyo na sibiuso ipo na bahati nzuri, kwenye komponenti za huu mradi tumejenga inteki hii, lakini tumefunga mitambo ya kusukuma maji, tumejenga tenki la lita milioni moja, lakini pia tumejenga sibiuso ofisi. Kwa hiyo vijana wetu wa sibiuso wanapata ofisi ya accommodation nzuri, tumeshawafikia tumeshaifikia population kwa asilimia zaidi ya 97. Uh, kwa, kwa miaka hii minne tumeimprove sana, tulikuwa chini ya asilimia 95 lakini sasa hivi, lakini tumeshafikia asilimia 97 ya wananchi wetu wanapata huduma ya maji safi, lakini pia kwa maeneo ya pembezoni yale ambayo tumekabidhiwa rasmi kuyaendesha, nayo tupo zaidi ya asilimia 90. Kwa hiyo naweza nikasema kwa, kwa, kwa manispa yetu ya Iringa na maeneo ya pembezoni tuko zaidi ya asilimia 95 na average ukichukulia kwa maeneo ambayo tunayahudumia Iruwasa. Mafanikio yetu haya kwa kweli hatuwezi kuyatenganisha na support au msaada mkubwa ambao tumeupata tu kwa, kwa mfuko wa maji, mfuko wetu wa taifa wa maji, support yao ilikuwa ni kubwa sana katika kufikia lengo hili, kwa sababu maeneo ya pembezoni tuliopatiwa, tulio, kwa kweli tumetekeleza miradi mingi wa kutumia mfuko wa maji. Chukulia mradi mkubwa kabisa mfano wa Isimani Kilolo ulikuwa una thamani ya karibu shilingi bilioni 9, una thamani ya bilioni 9 bilioni 9.2. Huu mradi sasa hivi umeshafikia vijiji vyote 29 na wanapata wananchi takribani 48,000 wanapata huduma ya maji kulingana huduma ya maji kutoka kutokana na kutekeleza mradi huu. Tulikuwa tunapata shida sana enzi za nyuma, tukienda mabondeni kuteka maji kwa umbali mrefu, lakini ametusaidia sana ametusaidia sana, ametuokoa akina mama, ametutoa ndoo kichwani. Salamu nyingi zimfikie mama yetu Samia kwa sababu ametupunguzia changamoto akinamama. Yana mshukuru mama yetu, Mungu aendelee kumbariki. Kweli nina shukurani za kipekee sana kwa sababu Mkalala yetu ina mabonde ya kutosha ambayo yaliwafanya wakinamama kwa chote maji kwa shida sana. Tangu lipo ingia huu mradi wa maji, kwa kweli adha ya maji imepotea, kero ya maji haipo tena. Kwa huko mwanzoni tulikuwa tunaangaika sana, maji tunaenda kuteka huko mtoni. Kwa hiyo mama yetu ametutua ndoo kichwani, tunamshukuru sana. Kwenye taasisi ilizopo kwenye kijiji changu cha Isimani tarafani, mfano mashule, kituo cha afya, pamoja na kituo cha polisi, mahakama, kote sahizi tatizo la maji hakuna Maji yamefika kwa wingi na wananchi wetu kwa kweli, na wale watu ambao wanapata huduma kwenye taasisi hizo. Wanafunzi leo walikuwa na changamoto nyingi za kuhusu maji, lakini kwa sasa kweli, kwa kweli wamekuwa comfortable kwenye masomo yao, kwa sababu maji yapo na shughuli zingine zinaendelea. Tunaendelea kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassani kwa kutufanikishia mradi huu mkubwa wa maji ambao umeondoa kero kubwa sana hapa shuleni na ukiangalia shule wetu ina idadi kubwa sana ya watoto wa kike ukilinganisha na watoto wa kiume. Kuwepo kwa mradi huu hapa wa maji hapa shuleni, tulikuwa tunapitia changamoto mbalimbali ambazo zilipelekea wanafunzi wengi tulipata stress ambazo zilipelekea drop out kwenye masomo yetu, ambayo isha taaluma ya shule na taaluma yetu. Lakini baada ya kupata maji haya hapa, wanafunzi tulipata muda mwingi kama darasani na kuimprove taaluma yetu. Pia imetusaidia katika ku maintain usafi wetu sisi wenyewe na mazingira. Tuletea mradi huu wa maji, hasa hasa unatusaidia pale ambapo umeme umekata, na haya maji anatusaidia ku, ku nini kujisaidia kujisai, ku, katika mambo hasa ya kike. Tunamshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan, pia anatusaidia katika kunywa, tunayapata vizuri sana kule kanda ya kaskazini mkoani Manyara ambapo upatikanaji wa huduma ya maji mijini na vijijini mkoani humo ni zaidi ya asilimia 80. Eneo letu lote la huduma lina jumla ya idadi ya watu wapatao laki tatu na elfu tisini na nane na kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili E, hadi sasa tum, BAWASA imeweza kuwahudumia wananchi na kuwafikia wananchi kwa wastani jumla ya vijijini pamoja na mjini kwa takriban asilimia 88 na ukilinganisha na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, ambayo ilihitaji kuhudumie zaidi ya asilimia 95 kwa mjini na asilimia 85 kwa, kwa vijijini. Kwa hiyo ukiangalia tuko asilimia 88 ambao wasta, ni wastani wa mjini na vijijini, lakini tukienda kwa mjini peke yake tayari tumeshafikia zaidi ya asilimia 95 kama ilani inavyosema, na, na tukitenganisha kwa vijijini peke yake tuko asilimia 83 kwa hiyo tumebakiza asilimia mbili kwa upande wa vijijini kuweza kufikia eh, kusudio la ilani ya chama cha mapinduzi. Hapa tulipo ni mradi mmojawapo wa Darakuta Magugu ambao nimesema hapo awali una thamani ya shilingi bilioni tatu nukta tisa umeweza kutekelezwa kupitia mfuko wa maji, lakini kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini ndipo ulipoanza kutekelezwa mradi huu uliofadhiliwa na fedha kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mfuko wa maji ambapo uliwezesha sasa utekelezaji wa mradi huu na kusababisha wananchi zaidi ya elfu themanini kupata huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo kipekee kabisa na, naweza nikasema tunaishukuru sana serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kuanzisha mfuko wa maji, mfuko ambao ume, umekuwa ni, ni suluhisho la kudumu na wananchi wa Tanzania kuweza kupata miradi iliyo bora lakini pia kuweza kupata maji safi na salama. Wananchi wa mkoa wa Manyara hawakusita kuishukuru serikali kutokana na upatikanaji wa maji safi na salama kwa urahisi kwenye kata ya Magugu na hasa mji wa Magugu ambaye hapa panaonekana ni mji. Maji yalikuwa ya shida sana, hiyo kero imekwisha. Yaani, mimi nisema niipongeze sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Miradi ya maji mingi imesambazwa na watu wanakunywa maji kwa wingi, yaani hiyo sisemee kwa unafiki, nasema kutoka moyoni. Tunamshukuru Mama Samia, tunamshukuru, amefanya kazi nzuri, kazi ya kumtua mama ndoo kichwani. Watu wengi sana waliugua kichocho kwa kupitia maji kama yale. lakini kwa sasa kupitia hii miradi ya maji kwa kweli, umepunguza maradhi mengi sana kwenye kata ya Magugu tarafa ya Mbugu. mimi nimshukuru mama Samia nimwambia asante sana kwa kumshusha mama wa Sigino ndo kichwani, na leo sisi korongoni haturudi tena. Kwa hiyo sisi watu wa Sigino leo tunasema tunafungua maji hapo, unaona bomba iko pale ile pale maji. Hapa tuko shuleni hapa, shule ni mpya, shule shikishi, lakini maji yametangulia hapa. Haji Nandule ni mtendaji mkuu wa mfuko wa taifa wa maji. Mfuko wa taifa wa maji ni taasisi ambayo uh, iko chini ya wizara ya maji yenye jukumu kubwa kabisa la kutafuta rasilimali fedha zinazohitajika katika utekelezaji wa miradi ya maji nchini. Uh, kama wanavyofahamu komponenti kubwa sana ya uh, utekelezaji wa miradi ya maji ni rasilimali fedha. Uh, kwa hiyo uh, kwenye miaka 2015 elfu mbili na kumi na tano, serikali iliamua uh, kufanya maamuzi ya kuanzisha taasisi mahususi ambayo itakuwa na jukumu la kutoa fedha za miradi ya maji e, kabla ya hapo e, miradi ya maji ilikuwa inatekelezwa kwa fedha za wafadhili sehemu kubwa e, lakini e, allocation za kawaida kutoka serikali kuu, lakini kutokana na e, umuhimu wa mahitaji ya huduma ya maji nchini serikali ikaona kuna ulazima wa kuanzisha taasisi ambayo jukumu lake itakuwa ni kutafuta hizi rasilimali fedha katika vyanzo vya ndani na nje ili utekelezaji wa miradi ya maji e, e, uwe unatekelezwa kwa uhakika zaidi na kwa kasi ile ambayo inaendana na, na, na ukuaji wa, wa, wa nchi kwa maana ya idadi ya watu pamoja na, na, na, na mahitaji mengine ya kiuchumi. Kisha anaweka bayana mikakati ya Mfuko wa Taifa wa Maji. Tunatekeleza miradi ya maji kwa kutumia fedha nyingi sana. Kwa hiyo wito wangu mimi kwa wananchi, namba moja ni kutunza vyanzo vya bia maji, kama tunavyofahamu hii ee, miundombinu yote ya maji ambayo tunaiweka katika maeneo uh, ya wananchi inategemea maji kutoka kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo tusipotunza vyanzo vya maji na mazingira kwa ujumla, mwisho wa siku tunaweza tukaenda up na mabomba ambayo hayana maji. Kwa hiyo wananchi, eh, niendelee kuwaomba kwamba eh, katika maeneo yetu eh, tuendelee kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinalindwa, ili vyanzo viendelee kutoa hayo maji ambayo tunahitaji. Namba mbili, uh, fedha tunazotumia eh, zinaweka miundombinu ya gharama kubwa sana. Kwa hiyo ni wito wangu vile vile kwa wananchi kulinda miundombinu ya maji popote e, pale ilipo. E, miundombinu ya maji tusiangalie kama ni swala la Ruasa kule vijijini au swala la mamlaka la maji. E, miundombinu hii serikali inaweka katika maeneo yetu ili kuhakikisha sisi tunafaidika tuna, tuna, tuna. Kwa hiyo si ndio wafaidika wakubwa wa miundombinu yote ambayo inaweka katika maeneo yetu ambayo kazi yake ni kupitisha maji ambayo e, tunahitaji katika shughuli zetu. Kwa hiyo wananchi, tuendelee kulinda E, miundombinu hii ya maji ambayo inatumia fedha nyingi sana ambazo Mheshimiwa Rais anahakikisha kwamba zinapatikana kwa wakati ili huduma ya maji iweze kuboleka kwa wananchi wetu. Mwenye dhamana na sekta ya maji nchini ni Juma Aweso, anabainisha mafanikio ya upatikanaji wa huduma hii mijini na vijijini. Ilani ya Chama cha Mapinduzi imetupa target kwamba itakapofika Desemba 2025 asilimia 85 a upatikanaji wa maji vijijini na asilimia 95 ya upatikanaji wa maji mjini. Mpaka sasa, napata faraja kuona vijijini tumeshafika zaidi ya asilimia 83 ya upatikanaji wa maji kabla ya Desemba, lakini kwa mijini tupo zaidi ya asilimia 91.6 ya upatikanaji wa maji mjini. Sasa Desemba bado haijafika, tuna asilimia mbili kufika asilimia 85 na huku tuna asilimia 3.4 ambayo inahitajika kufika asilimia 95 tuna miradi zaidi ya elfu moja ambayo inaendelea ambayo ipo katika hatua mbalimbali mbali. Tumeipa kipaumbele miradi iliyokepo asilimia 90, 80, 70 kuikamilisha kabla ya mwezi wa nane, tisa ili kuweza kufikisha malengo na dhamira ya Mheshimiwa Rais na ilani ya Chama cha Mapinduzi itakapofika 2025 Desemba, malengo haya lazima yatimie na nikiwa kama kiongozi mwenye dhamana hii ya Wizara ya Maji niahidi nia na nihakikishe kwamba haya malengo ambayo tumepewa na Mheshimiwa Rais hayana mdadala, lazima yafikiwe kuhakikisha kwamba dhamira njema ya mama mwanamama Dkt. Joan inatimilika. Waziri Aweso anazungumzia nafasi ya Mfuko wa Taifa wa Maji katika kuhakikisha huduma hii inawafikia Watanzania walio wengi. Sisi kama sekta tumeona sasa tusitegemee tu kwa hichi, hichi chanzo kiwe kimoja, lazima mfuko wa maji fanye kazi tofauti lazima tuanze kutafuta fedha zingine. Mheshimiwa Rais ametupa hichi, na sisi tuweze kujiongeza, kwa mfano kushirikiana na wadau mbalimbali. Wao kama angels zinapata fedha, kwa nini chombo hichi ambacho tumekiunda ambacho kimeimarika kisipate fedha kupitia wadau mbalimbali? Lazima mfuko wa maji ili uweze kwenda vizuri, lazima tuwe na wataalamu, yani to invest eh, kwenye wataalamu kwa watu wa zaidi na zaidi na shukuru ambao tulikuwa nao wanafanya kazi kubwa, wanafanya kazi nzuri, lakini kwa kujengea uwezo sasa zaidi na zaidi kuwaza zaidi na zaidi na, na kuwa nanja, na njaa ya kuhakikisha kwamba tunapata fedha na kuweza kufanya mageuzi makubwa kwenye sekta ya maji. Lakini eneo la pili, kuinvest kwenye mifumo lazima tu kwenye kwenye mifumo kuweza kuimarisha kwa, lakini eneo la tatu, kuona na alternative source eh ya fedha kuwa na alternative a source of fund, yani kwa maana kwamba tusifikirie tu kwamba hii hela tu ya serikali kila mwezi tunapata, tunaigawa, tunapata tunaigawa. Na sisi wenyewe tuwaze tunawezaje kupata fedha katika vyanzo vingine. Kwa hiyo naamini katika mambo matatu katika huu muda tunaelekea tunaweza tukafanya mambo makubwa zaidi, na nashukuru na kwa, kwa kweli nimpongeze sana mkurugenzi wa mfuko Haji na Ndule, anafanya kazi kubwa anafanya kazi nzuri, amekuwa shirikishi, amekuwa msikivu, amekuwa mbunifu na muona, anahangaika na huku leo ipo kule kuhakikisha kwamba haya malengo ambayo tuliojiwekea yanaweza kufikia, na sasa hivi tumewaongezea pia watu ambao wataweza kuandika maandiko. Naamini kwa maana hii ambayo tumejipanga vizuri, tutafanya vizuri zaidi. Ni ipi mikakati ya serikali katika kuhakikisha watanzania wote wanapata huduma hii muhimu? malengo ni kuhakikisha kwamba vijiji vyote vya tanzania vinapata huduma ya maji safi na salama na kwa tathmini ambayo tulioifanya ya kina ya wizara ya maji kwamba nchi yetu ya tanzania tuna takribani vijiji elfu kumi na mbili mia tatu na kumi na nane mpaka sasa tumeshafika zaidi ya vijiji elfu kumi tumebakisha vijiji elfu mbili na tumeviwekea mkakati kwa maana ya programu ya visima mia tisa meanza phase 1 tutakwenda phase 2, tutakuwa tumekamilisha kwa maana vijiji vyote nchini Tanzania vitakuwa na huduma ya maji safi na salama. Nashukuru, program hii ya visima 900, tuliwashirikisha wabunge watueleze, mheshimiwa mbunge, kwenye wilaya yako maeneo gani ya vijiji ambavyo hakuna muundombinu kabisa wa maji. Wametueleza na tumeshirikisha wakala wa maji vijijini na, na wataalamu wetu wamefanya hivyo kazi imeanza na tumeshavifunga hivyo visima. Sasa hivi tupo hatua ya ujenzi wa miundo mbinu ili wananchi waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Naam mtazamaji, bila shaka umefahamu mengi kuhusiana na utekelezaji wa sekta ya maji nchini. Serikali imekuwa ikitekeleza kwa vitendo kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi unakuwa wa uhakika. Hiki ni kishindo cha awamu ya sita. Tumemulika mfuko wa taifa wa maji. Mimi ni agnes Agnes Mbapo, na hiki ni kishindo cha awamu ya sita. Tukutane wiki ijayo. Kazi iendelee cha awamu ya sita